Wagombea wa nafasi ya urais Zanzibar wameendelea kukutana na makundi mbalimbali mbali, kwa lengo la kutangaza ilani na sera za vyama vyao ili wananchi wawachague kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Mgombea wa chama cha ADC Hamad Rashid Mohamed yeye amekutana na mawakala wa chama hicho ambao watashiriki kusimamia kura za wagombea wa nafasi mbalimbali mbali, na kubainisha jinsi atakavyofanyia mabadiliko sekta ya elimu mwanafunzi akiingia darasani, madarasa haya mawili ya chekechea na madrasa ya changanywe pamoja, wasome kwa pamoja na mfumo wa elimu uwe wa aina, uwe wa aina, uwe wa aina moja na shirikishi, au sio? Ndani ya mezi sita mkituchagua, wanafunzi wote waliomaliza wanakatwa fedha zao fedha hizo mkopo huo unakuwa umesimama, watarudia mshahara wao wa kawaida. Zao la karafuu na mwani akaahidi kuyafanya mazao ya kimataifa. Asia wanalima mwani mwingi, Indonesia siku hizi wanalima karafuu. Tukifanya hivyo, maana yake ni kwamba zao la karafuu tutanunua kutoka Madagaskar, kutoka Komoro, kutoka Morogoro, kutoka Tanga karafuu atakuja Zanzibar kununua karafuu kama vile watu wanavyotoka nje kwenda kununua kahawa Kilimanjaro. Wito wangu tusimamie vizuri kura zetu, inshaallah na tudumishe amani katika vituo. Sisi wananchi tukiwa tunafanya mabadiliko ya hali ya nchi na serikali haitotutizama tu, itabidi ichukue sheria zake. Kwa hiyo utulivu ni muhimu. Siku zinasonga, wananchi wameendelea kusikiliza sera na ilani za vyama mbalimbali. Kinachosubiriwa sasa ni nani watamchagua kwenye sanduku la kura. Ali Isa, Azam News, Unguja.